Gharama ya kubadilisha figo shilingi milioni arobaini na tano, na mi siwezi kukiziwa gharama, siwezi kukiziwa gharama, na wazazi wangu hawezi kukiziwa gharama, na hata kwa upande wa dayali sisi wazazi wangu wameshafikia mwisho, maana wameishaishwa kabisa, ndo maana nilikuja mbele yenu naombeni wananchi mweze kunisaidia, maana nikishabadilishwa figo nitaweza kuishi kama watu wengine. Binafsi inatamani kuishi kama nyie, naweza kuendelea shughuli zangu na kila siku, maana kwa sahivi ni gharimu, nashindwa kufanya kazi maana pia na changamoto ya kuishiwa damu kwa mama mzazi amekubali kunipa figo lakini nimekosa gharama ya milioni arobaini na tano kwa ajili ya mamangu kunibadilishia figo.